tulipokuwa na hospitali yetu pale zilijaa, walipopeleka maiti zilijaa. Takwimu waturuhusu kuhesabu wa sababu anaye hesabu ni, hao maiti walichukuliwa kutoka hospitali zetu. Ni i ni swala nzuri, swali zuri sana. Kuna swala na mahali tulikataa kutoa maiti wakati usio wa kwake, tulikataa kutoa maiti mahali fulani ambapo ndugu hawajapatikana bado mm. Unaambiwa toeni maiti ambazo hazijafahamu hazijatambulika. Sasa tutoaje maiti wakati watu wako kwenye shutdown e, kuna watu kuambiwa msitoke. Sasa watu watatokaje kuja kutambua, alafu unajua tena kama vijana, Dar es Salaam ina watu milioni sita, lakini ukitafuta wakazi halisi waliozaliwa hapa huenda wafiki milioni tatu. Sasa hiyo milioni tatu nyingine si wametoka mbali huko. Sasa ndugu zao wengine hawa tutajuaje kwamba ah? oh, tunachukua ndugu yetu, tunampigia simu hapatikani, hebu fanya sija kwa wakati wale waliouawa na nini nini na nini eh, kuna mali tulikataa. Nimewapa mfano ambapo namwambia anaenda polisi, anasema sitaki msiwatibu hawa, tunataka kuona mochwari hawa, hatutaki kuona hapa kwenye wodi, tulikataa. Ila tulipo tulipokataa waliheshimu.